Na mbavo na waheshimu, lakini wamesema wapo tayari kuelekea mchezo huo dhidi ya uh, Azam FC. Na sasa ni wakati wa kujiunga naye mchezaji Jafari uh, Maneno kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, na wapo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Jafari, karibu zungumza na wanahabari. Waleze, na kama wachezaji mmepokea yale walimu kuelekea mchezo wa kesho. Shukrani. Asalamu asalamu alaykum. walmb nwacheaokea l waliwli ulk mheow naitwa Jafari Maneno, mchezaji wa JKT Tanzania niko hapa mbele yenu kuwakilisha wachezaji wenzangu kwa pamoja. Kila mchezaji ana morali ya juu kuhakikisha kesho tunacheza vizuri katika uwanja wetu wa nyumbani na kupata alama tatu muhimu. Sawa, maswali kwa mchezaji Jafari. Mnarejea nyumbani kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu ya NBC, mnacheza saa kumi na mbili kamili e, za jioni katika uwanja wetu wa nyumbani. Nini kama wachezaji na hali ya kikosi kuelekea mchezo huo na muda ambao mnacheza umewajenga kiasi gani kuelekea mchezo huo wa kesho? Uh, yeah. Kuhusu mechi ya kesho sitamda mm -hmm. Ya jioni tumetraini siku kadhaa kupitia muda, tunajua ugumu wa mechi na umuhimu wa mchezo. Kwa hiyo kwa, kwa kila mmoja ataingia kesho uwanjani kwa kufuata yale maelekezo ya mwalimu ambao anatupa katika uwanja mazoezi, na kuhakikisha tunafuata vile ambavyo walitupangia ko kwa, kwa pamoja, kila mchezaji anajua ambisheni ya mechi ya kesho, tutapata ushindi insha Allah tunafahamu uh, mashabiki ni sehemu mojawapo ya kuchagiza ushindi kwenye nyiye wachezaji. Ukiwa kama mchezaji ndani kikosi hicho, zungumza na mashabiki wa JKT Tanzania kuwaeleza namna ambavyo mnawahitaji kuelekea mchezo wa kesho. Nichukua fursa hii kuwakaribisha wadau wote wapenzi wote na mashabiki wetu wote wa JKT Tanzania, kesho tunawahitaji zaidi ya ambavyo tunavyohitaji, kwani wao wana mchango mkubwa sana, ni watu wa kumi na mbili katika mchezo wetu tunawahitaji waje kwa wingi kutusapoti vijana wao. Tunacheza katika mechi yetu ya kwanza, mechi ya nyumbani kwao. Tunahitaji kwa, kwa, kwa pamoja waje kutusapoti. Sawa, nikushukuru sana. Shukrani, natakia kila la heri kuelekea mchezo wenu kesho. Asante sana.